So lazima linaloendelea la kuhusu Bongo Movies kuandamana na wengine kutokuandamana bado linachukua headlines and of course mitandao ya ki, kwenye mitandao ya kijamii bado hii ni ishu inayoongelewa sana. Watu wamekuwa wakitengeneza vichekesho, wengine wanakejeli, wengine wanahamasisha, kila mtu ana namna yake ambavyo anaiongelea hii ishu inayoendelea kwenye industry ya Bongo Movies at the moment. Kama hufahamu uh, hii ilianza kuchukua headlines baada ya baadhi ya wasanii kutoka kwenye industry ya Bongo Movie kuandamana na mimi nilishaongea na baadhi ya wasanii ambao waliandamana na wakaniambia, kuwa lengo lilikuwa ni kutaka wale wauzaji wa, wa movie za nje za Kikorea ama za Kizungu ama movie ambazo zinatengenezwa nje ya nchi wasitishe huduma hiyo unless na wao pia wafuate taratibu za malipo au makato ambayo wasanii wa Bongo Movie wanazifata wakati wa usambazaji wa kazi zao. Hayo ndio majibu ambayo walipata baada ya kuongea na baadhi ya wasanii kutoka kwenye industry ya Bongo Movie ambao waliandamana siku ile, lakini pia kuna wasanii ambao hawakuandamana, na wao pia wana mtazamo tofauti kuhusiana na ishu nzima ya kuandamana na ishu nzima ambayo inaendelea kwenye uh, industry ya Bongo Movie sasa hivi. Msikilize Steve Nyerere ambaye pia yupo kwenye industry ya Bongo Movie, lakini hakuungana na waigizaji wengine walioandamana hapa. Pia ameelezea upande wake hii ikoje. Kwanza niseme kwamba sisi tuna tuna kiongozi ambaye amechaguliwa, si na mkoa wa Dar es Salaam, amechaguliwa na mikoa yote ya Tanzania. Inamaanisha katika mikoa ya Tanzania yote tuna wawakilishi ambao wako chini ya Simon Mwakifamba. Kwa hiyo kulikuwa kuna uwezekano kabla ya haya maandamano tukawaita wale viongozi wa mikoani, nao wakaja wawe wawakilishi wa wakuu mikoa wa mikoa wa mikoani ili kuhakikisha kama harakati hizi wale wakazirudishe kwa wakuu mikoa wa mikoa wa mikoani kwa ajili kuhakikisha Mwanza, Shinyanga, Bukoba kote zinafanyika kwa wakati mmoja, kwa sababu harakati hizi harakati hizi zinahitaji na ushirikiano wa jeshi la polisi harakati hizi zinatakiwa ushirikiano na TRA, hapo ndo tunaweza tukakamata malaki. Tulikuwa na miundombinu ya stika, stika, stika, hata sijui ilishia wapi? Kwa hiyo bila kuviunganisha hivi viumbe vyote tutabaki tunapiga maktime. Na maktime mwenyewe nasemaje? Vitu vyote vinavyoanzishwaga Dar es Salaam vinaweza vikawa ni upepo, vinaweza vikawa ni fasheni <laughs> au vinaweza vikawa njia ya kujipatia usta. Mimi nasema ah, hatukutakiwa kutoka hapa na malori. Tulitakiwa tukae chini tujue tuna, tuna risovu vipi hili. Tulitakiwa tukae na wale wasambazaji, sio machinga ma, wasi, wale wasambazaji watuambie vipi bwana, filamu filamu, kwa nini inakaa miezi miwili? Hatuna ubora, mnataka ubora, tuufanyaje ubora? Mnaujua nyie? Tunarudi tena kutafuta ubora tunaojua sisi ili turudishe bidhaa hii sokoni. Lakini pili, wenzetu wa Nigeria wa, wametufundisha mpaka sisi huku tabia mbaya. Wameweza kukizi matakwa ya kuonyesha filamu zao, mila na desturi za Nigeria mpaka kwenye mziki, kuanzia filamu mpaka mziki. India nao wakafanya hivyo hivyo, wakaonyesha mila na desturi ya kuanzia mavazi filamu zao china wakatumia nayo hiyo hiyo kuanzia na ndio maana tuna vyuo hapa vya kung fu sio kwamba si tunapenda kung fu sio mila yetu kung fu lakini tulichukua huko tukaziweka hapa kwa kupitia filamu tanzania identity ya filamu ya tanzania ipi ipi kwa sababu tukisema identity ya tanzania filamu tukiamua kabisa kuna mkwawa alijiua hiyo ndio identity ya kuwaonyesha kwamba kule Ilinga kule kuna kitu, tuna mtemi Mirambo, eh? tuna wakina, tunaweza tukatengeneza filamu ya mwalimu Nyerere ambaye dunia nzima inamjua, wakina Burito wao tupo. Tunaweza tukatengeneza filamu ya watu ambao wana, wa, tunasema tunaua vikongwe kwa ajili ya macho mekundu wakaijua Tanzania na wageni wale wakaja kupitia Tanzania kuangalia filamu zetu. Leo tunatumia nguvu nyingi kutaka kumtoa mtu kwenye cheo chake. <laughs> Tukiuliza nini, tunauliza kuna kitu fulani kinahitajika kufanyike. Kitu gani? Harakati aliyekwambia huyu hataki harakati nani nani? Anayekataa kusaidiwa? Harakati za kuifanya sehemu yake iwe bora, nani anakataa? Nionyeshe mtu mmoja anayekataa harakati lakini ninachoshangaa harakati hizi badala za kufanywa kwa taifa zinafanywa kwa kuwaumiza watu, ni mbaya sana. Nataka niwambie watanzania wenzangu, na nahili, naomba kwa wasanii wenzangu, tusitukanane. Napo tunajidhalilisha, tunatukanana kwenye mitandao jika sana, tunatoka povu, tunajidhalilisha. Ile hekima, ile busara, ile sifa ya msanii inapotea kutokana na utandawazi wa mitandao hii, unaweza ukawa unaheshimika sana, unaweza ukawa umejenga jina lako kwa muda wa miaka ishirini na tano lakini ukalipoteza sifa ya jina yako kwa sekunde tano. Tukidhi mdomo wetu, kuangalia tunapotaka kulitamka jambo. Jambo lina athari, jambo lina sababu, jambo lina nia, lakini jambo linaweza likakushushia heshima. Mimi binafsi napenda nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tasnia ya hii haiongozwi na mastaa watano. Tasnia hii tukianza kuzungumzia tunazungumzia wakina Kipemba, wakina nyama yao, Bihindu, mama Natasha, Monalisa, bi Ambiliki sijui na wote hadi wale waliokuwa wametangulia mbele yake wote. Kwa hiyo tungekaa kikao kikubwa sana cha tasnia kikiongozwa na Mheshimiwa Raisi wetu wa chama cha TAFU tukasema matatizo yetu Namalizia kwa kuambia mtafakari, sisi tunauza masta <laughs> sisi tunauza masta. Mimi sina duka Kariakoo, mimi sisambazi, sina mashine za kusambaza. Mimi mnaniambia nilipe kodi, nalipa kodi ipi? Na katika mkataba wa msanii, kuna sehemu unaambiwa jaza, sehemu utakatwa makato ya kodi, unakata una, una sijui utafanya makato hivi na kapi. Mnanikataje makato hayo? Ingekuwa ile ni hati miliki yangu, una uwezo wa kunikata kimakato, lakini ile ni makato ambayo unanikata mimi, hayahusiani na mimi. mimi nauza ile mali niliyokuwa nayo, inawezekana wakati nailinda na ile mali nilishakatwa TRA. Hii sasa nimekuuzia wewe, inamaanisha haki zangu zote nimekupa wewe, wewe ni haki yako kwenda kulipa kule. Tumeibiwa sana lakini hizi nguvu zinazotumika tumwombe Mheshimiwa Rais kama alivyosema Rais Mwakifamba hapo, tunahitaji viwanda viwanda vya industry usambazaji. Tungekuwa na wasambazaji wengi, haya matatizo yote yasingetokea, kwa sababu bidhaa yako wewe. Unawaza tu bwana, milioni thelathini. Hapana bwana, naona hii ainilipi, unatoka unaenda sehemu nyingine. Hebu tupate viwanda kumi au vitano hata vitatu vya kuuza kazi zetu haya matatizo yasinge kuwepo. Tunaiangalia njaa ya leo kwa ajili ya matumbo yetu, hatuangalii vizazi, kwa sababu tuna mila na desturi ya kusema baba akianzisha mtoto naye atakuwa ndio maana. Kulikuwa kuna Alfa Ngasa, akaja Mlisho Ngasa, wote ni wacheza mpira. Tuangalie atatoka Steve Nyerere, atakuja Nyerere Junior naye atakuwa mcheza filamu. Umemwandalia mazingira yapi ya kumfanya mtoto aje kuishi katika mfumo imara? Umemwandalia mazingira ya kuandamana? Umemwandalia mazingira ya kupata fedha? Umemwandalia mazingira ya kuwa mpana na dunia ikamwelewa, au umemwandalia mazingira ya kuchukua ya juma kuyaweka ya hamisi kuyachanganya ya mwajuma kuyaweka wagombani? Industry itakuwa industry itaendelea kuwa na ninasema, wote mnavimbishwa vichwa, kila mtu ana connection yake. Tusitishane, ifike wakati tuwe wote na nia moja ya kulijenga taifa hili. Taifa hili litalindwa na watanzania wenyewe, na watanzania wenyewe ndio sisi, na sisi hawa, ndio hao hao ndio rais anatuhimizia tufanye kazi, na kazi yetu ni filamu. Tuidumishe, tuiweke bora, ili tuipeleke mitaani iuzike kwa ubora wake, isiuzike kwa maneno ya tumbo la leo na kesho na kesho kutwa. Asante sana. Well, I hope wote tutafikia terms inazoeleweka and kazi itafanyika vizuri, ni kukuza e, sana ya Tanzania. All the best guys. Meanwhile, usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Millard Ayo ili kupata story kama hizi na nyingine kali zaidi. Lakini pia unaweza kukaa karibu na Instagram, Facebook, Twitter na Periscope kwa jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Pia unaweza kuinstall application ya Millard Ayo kwenye Android na iOS. Feel free kupita millardayo.com kwa story kama hizi na kwa urefu zaidi. Mimi naitwa Asteria Mvungi.